Mshukiwa mmoja anayetuhumiwa kuwa miongoni mwa kundi la watu walionaswa kwenye video wakimpiga vibaya mwanamke huko Nkareta, County Narok amekamatwa. Ni tukio ambalo limeibua hasira baada ya video hiyo kusambaa mtandaoni ikimwonyesha Millicent Semeita Rotiken akilia kwa uchungu huku akidhulumiwa wa na wanaume wanaodaiwa kuwa kaka zake. Inadaiwa walimpiga kwa sababu alikataa kurejea kwa mumewe wa zamani. Ben Kirui ana maelezo zaidi. Yeah, yeah, kilio chake kilichojaa maumivu kiliangukia masikio ya viziwi <laughs> wanaume wanne wanaosemekana kuwa ndugu zake wakiendelea kumcharaza kinyama bila huruma. Mwanamke huyo ambaye ametambuliwa kama Millicent Semeita Rotiken alivamiwa nyumbani kwake katika kijiji cha Nkareta, eneo la Narok Kaskazini, Jumanne. Video hii iliyosambaa mitandaoni inaonyesha akipigwa kwa fimbo. Licha ya kilio chake waliendelea kummiminia fimbo. Tunashukuru fimbotunashukuru pia kaunti komishona kwa sababu wakati ripoti hii imefika kaunti komishona wa Narok na asasi zote za kiusalama tunashukuru sana, na tunaomba iendelee hadi haki itendeke. Hiyo sauti yake, hiyo kupigwa kwake. Tafadhali tusimamia haki ya Semeita itendeke. Baada ya kumpiga, wanaume hao wanaonekana wakimbeba ni hapo ambapo alimfungia ndani ya chumba. Inaarifiwa kuwa Millicent alikataa kurudi kwa mume wake wa zamani ambaye alikuwa amelazimishwa, kabla ya wao kuachana. Mume huyo wa zamani, Jackson Keiwa, tayari amekamatwa na anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Narok. Polisi wanasema Keiwa ndiye aliyepanga shambulio hilo akidai kwamba tayari alikuwa amelipa mahari na kuamuru ndugu za Millicent wamrudishe kwa lazima. Washukiwa wengine wanne wanaoaminika kuwa ndugu za Millicent wanasakwa na polisi. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP, umeagizwa uchunguzi ukamilike ndani ya siku saba huku idara ya polisi ikilaani vikali tukio hilo na kusema wahusika wote watakabiliwa kisheria. Millicent ambaye anaripotiwa kuwa mja mzito alipokea matibabu na sasa yuko salama katika kituo cha kuwahifadhi waathiriwa wa ukatili wa kijinsia. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.